Naam bwana, mmoja kati ya vitu ambavyo sasa hivi hapa vinazungumzwa zaidi huko mtandaoni bwana ni kuhusiana na majibu e, majibu haya ni majibu ya mama Pricy. Mm, mama mzazi au mkwe wa Juksi tunafahamu e, kabisa kwamba hivi karibuni bwana kumekuwepo na ndoa kubwa sana na hii ndoa bwana kwa mwaka huu hapa 2025 ndio ndoa ambayo imevunja rekodi Afrika nzima, ndoa ya Juksi na Pricy kutoka Nigeria, moja kati ya ndoa ambazo zimemake headline kutokana na kwamba zimefanyika sherehe takriban tano. So, hebu imagine uh, uh, almost saba, sab zimefanyika celebration saba kutoka hapa Tanzania kidini uh, Nigeria kimila Eh, lakini kwa kuna white wedding and then ikaja ikarudishwa tena huku kwa ajili ya final wedding huku Tanzania. So, huku Tanzania tu tunaweza kusema kama vile zimefanyika sherehe zisizopungua nne na kule Nigeria pia zimefanyika tatu. Kwa hiyo mpaka hapo unakuwa unaelewa kwamba ni almost saba. Hii ni celebration tu ya ndoa kati ya Priscilla na Trend. Kutokana na kwamba kwa namna moja au nyingine Mange Kimambi anadai kwamba zinapoteza focus ya Watanzania kuhusiana na mambo ya kisiasa. Tunajua kabisa kwamba kunaelekea katika swala zima la uchaguzi, hivyo basi kuna purukushane za hapa na pale. Kwa hiyo Mange bwana amechachamaa, kuna vitu ambavyo yeye mwenyewe ameamua kuvipromote, lakini huku pia upande wa pili kinacho trend zaidi mara kwa mara na matukio amekuwa ni mengi, hususan ni kuhusiana na issue ya ndoa ya Juksi na Priscilla au akampata adhari uh, uh, Priscilla anatakiwa afahamu nini ambacho kinaendelea sasa hivi, wabongo wasiwapotezee focus kwenye mambo ya siasa na kuanza kufuatilia ndoa na madrama yanayoendelea katika kapo yao, kitu ambacho mama mzazi wa Priscilla hakupendezwa nacho, baada ya kuona kama vile kwenye mambo ya kisiasa ya Mange Kimambi uh, mwanaye Priscilla amehusishwa, hivyo basi mama mzazi wa Priscilla bwana kupitia ukurasa wake wa Instagram, mama mzazi wa Priscilla anaitwa Space, si Pris, okay? Huyo ni mama mzazi wa eh, wa Priscilla jina hilo bwana ni la Kiyoruba kama sikosai, kutoka huko Nigeria. Sasa yeye amekuja kumjibu Mange Kimambi kuhusiana na Mange Mange Kimambi kumzungumzia mwanaye, ambapo yeye amemtagi kwanza kabisa Mange Kimambi, kisha akaandika kwamba, hapa chini nitakusomea kwanza kwa Kiingereza then nitakusomea pia kwa Kiswahili, ili, ili tuweze kuelewana. Mama Prisi bwana, amemtagi kwanza Mange Kimambi hapa ya account yake ya Instagram, akaandika Mange Kimambi, ama, am apalde by your audacity referring to my daughter and her husband in such a manner calling their content stupid trying to drum fear and intimidation this is unacceptable as a parent i have taught her to be confident and authentic the mkambala are very peaceful but not but not i don't joke with my daughter regarding the wedding rumors

as i fight for what i believe, for what i believe in without insulting anyone or targeting anyone true leadership requires patience and courage it's uh, it's laughable that you living in america think you can, you can dictate my daughter and her husband who living in their lives in tanzania keep my daughter out of your affairs she will post what she likes when she likes and how she likes. She doesn't need you to love her. She is very loved and well loved. We protect our own, never forget that. Alafu kisha huyu mama akaandika hashtag temporarily post akiwa anamaanisha kwamba ataifuta hii post anytime. So kwa Kiswahili sasa, eh, tukirudi kibongobongo bongo, ili tuelewane. E bwana, hapa huyu mama bwana, alichokiandika alikuwa anamaanisha hivi: nimeshangazwa na ujasiri wako ukimzungumzia binti yangu na mumewe kwa namna hiyo, ukitaka ukiita maudhui yao ni ya kijinga, kujaribu kuweka hofu na vitisho. Hii haikubaliki. Kama mzazi, nimemfundisha kujiamini na kuwa mkweli. Familia ya Mkambala ni watu wa amani sana, lakini kumbuka sina mzaha na binti yangu kuhusiana na tetesi za harusi. Sio serikali yako ndio iliyotupa pesa, ni mila na tamaduni ya katika familia yangu, ni gharama ya familia ya mke. Nilitaka harusi ya kina kwa binti yangu huko Nigeria, na sisi wa Nigeria tukampa. Mimi ni mwanaharakati, nasimama kwa kanuni zangu na kupigania kile ninachokiamini bila kumtusi mtu yoyote yule na kumlenga mtu yoyote uongozi wako. Uongozi wa kweli unahitaji uwepo na ujasiri. Ni jambo la kuchekesha kwamba wewe unaishi Marekani, unafikiri kwamba unaweza kumwandikia binti yangu, eh, na binti yangu na mumewe ambao wanaishi maisha yao nchini Tanzania. Muweke binti yangu nje ya mambo yako. Ataishi, ataishi vile anavyotaka, atachapisha kile anachokipenda, wakati anapendwa, na jinsi ambavyo sisi tunavyompenda yeye. Hahitaji upendo wako wewe kumpa, anapendwa sana sana. Tunalinda vya kwetu, kamwe usisahau hilo. Huo ndio ujumbe wa Mama Priscilla kwenda kwa Mange Kimambi. Umeona bwana. Kwa hiyo hii ni moja kati ya posti ambazo Eh, watu wengi sana wamekuwa wamezitolea macho kutaka kufahamu kwamba nini kita happen kwa upande wa Mange Kimambi, labda atajibu nini, eh, hili sakata litaishia wapi na vitu vingine kama hivyo, kwa sababu tunaelewa kwamba Mange Kimambi naye pia ku back down sio rahisi. Ni mtu ambaye anapenda ngori, eh, bwana bueno, ukimsema ukimgusa naye pia lazima akurudishie. Yani uaga alazi dam so ni vitu ambavyo watu wengi sana wamekuwa wametulia waone, je, Mange atazungumza nini. Lakini kitu ambacho alichokuja kujibu Mange ni kitu fulani hivi very peaceful, wala hakukuwa na mambo mengi sana ya kuendekeza kile ambacho kimekuwa kikiendelea huko mitandaoni kwa namna moja au nyingine. So at the end of the day, ukiwa kama mdau, nayo pia tunataka uweke maoni yako katika comment section ya hapo chini, utuambie unazungumziaje majibu ya mama mzazi wa Pricy kwa kile ambacho amekizungumza